Naam, mtazamaji wa Trend TV. E bwana, kama ilivyokuwa kawaida, tuko hapa kwa ajili ya kukupa hap, updates au habari kwa namna moja au nyingine, kuhusiana na baadhi ya vitu ambavyo vinaendelea sasa hivi huko mitandaoni. Kama unavyofahamu kwamba bwana, sasa hivi kuna baadhi ya mambo ambayo kwa namna moja au nyingine yame happen huko katika mitandao ya kijamii. Kikubwa ni kwamba kulikuwa kuna hizi fujo ambazo zilitokea hivi karibuni, sasa zimeleta maafa kidogo kwa namna moja au nyingine e, kwa mfano katika duka la Juksi pale bwana ni kwamba lime lilifanywa fujo lilivunjwa lakini pia kwa upande wa Billnas na e, naye pia duka lake liliteketezwa kabisa. Sasa Billnas yeye tunafahamu kwamba ni anamke na mkewe, bwana ni mwanadada ambaye ni mwanamuziki pia wa Bongo Flava, anafanya vizuri kabisa katika industry ya muziki huu. Together, gone, of, in... E, hapa bwana tunamzungumzia mwanadada ambaye anakwenda kwa jina la Nandy. Nandy yeye bwana E, ni mke wa Bilnas lakini kwa kile ambacho kimetokea ni kwamba yeye hajafunguka chochote kuhusiana na jambo la duka lao kuunguzwa, duka la mumewe kuunguzwa moto e, na wananchi. Lakini kwa upande wake yeye ametoa salamu za rambirambi kwa kutokana na fujo hizo e, kwa wale ambao wamepoteza ndugu, jamaa na marafiki kwa namna moja au nyingine, ni kwamba Nandy amewaombea e, kwa Mungu au amewatumia salamu za rambirambi kuwapa pole kwa, kwa yale ambayo wamekutana nayo, kwa mujibu wa Nandy bwana kupitia ukurasa wake wa Instagram hapa ameandika kwamba anatoa pole za dhati e, katika Insta story yake pale. Of course kwa upande wa Bilnasi e, akaunti yake ame deactivate kabisa, amejitoa Instagram na TikTok e, ni kwamba Bilnasi amejitoa huko, lakini kwa upande wa Nandy, Nandy yeye bwana ameweka hapa ujumbe, ameandika kwamba anatoa salamu za pole kwa familia, ndugu na Watanzania wote, Mungu awape faraja waliopote, waliopoteza wapendwa wao na atupe sote hekima, amani na umoja kwa taifa letu katika wakati huu. Ameandika hivyo eh, huyu ni Nandy mke wa Bilnas. Ya, yeah, so hizo ni salamu za rambirambi kwa wale ambao wamekutwa na hayo majanga, lakini pia vile vile page mbalimbali zimekuja kuripoti. Kwa mfano hapa page ya Wasafi wamekuja wameandika hapa kwamba Mungu awape wa faraja waliopoteza wapendwa wao, na Nandy ameandika hivyo, na hapa chini wakaandika kwamba kutoka kwenye ukurasa wa Instagram wa Nandy, mwanamuziki wa Bongo Flava ametoa salamu hizo za rambirambi. Umeona bwana eh? Kwa hiyo hiyo ni kwa upande wa Nandy ambaye inafahamika kwamba eh Nandy yeye bwana ni mke wa Belnas au vibana so ameandika hivyo, lakini ukiachana na Nandi, wadau wengine au wasanii wengine na wengine nao pia wamejitokeza kutoa salamu hizo za rambirambi kwa wale ambao amepoteza ndugu jamaa na marafiki. Kwa mfano hapa bwana, kuna mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Karin Bujulu. Huyu Karin yeye ni ex girlfriend wa Jux, naye pia kupitia kurasa yake wa Instagram pale juu, katika story ameweka ujumbe hapa wa salamu za rambirambi. Apo, kwa mujibu wa Karin, yeye ameandika kwamba out of words my heart is heavy, ameandika hivyo kwamba nimeishiwa maneno na moyo wangu na usikia mzito. Akaendelea kusema kwamba sudden uh, sudden uh, sudden by everything that uh, unfolding, ikiwa anamaanisha kwamba ameshangazwa na kushtushwa na vitu ambavyo vimekuwa vikiendelea, may the sound of our brothers and sisters who just who lost their lives rest in peace, akiwa anamaanisha kwamba eh, nafsi za kaka zetu na dada zetu waliopoteza maisha yao zipumzike kwa amani. Pray, praying for healing strength and and, ameandika eh, hivyo kwamba praying for healing and strength, yani kwamba anaomba au anaomba eh, kwa kupona na pia vile vile E, kwa apati pia nguvu. Umeona, so huyo ni Karin, lakini pia vile vile msanii mwingine ambaye ameandika hivyo bwana si mwingine bali ni huyu hapa. Huyu bwana ni mmoja kati ya wa wasanii ambao e, wapo kule Kenya mm, e, kwao ukiachana na Nandi, pia vile Tanasha, vile Tanasha Dona, huyu ni baby mama wa Diamond Platinum Kwa upande wake Tanasha bwana ameandika, ameweka hapo katika Insta story yake, ameweka hapo bendera ya nchi ya Tanzania, kisha akaandika kwamba pray for Tanzania, yani kwamba tuiombee Tanzania. lakini haikuishia hapo, Tanasha akaendelea kusema kwamba Tanzania my second home, na akiwa anamaanisha kwamba Tanzania ni kama nyumbani kwake. Vile vile akasema kwamba my son ethnicity and nationality, yaani kwamba Tanzania ni nyumbani au ni nchi ambayo mwanaye amezaliwa. Umeona, eh, mwanaye yule ambaye amezaa na Diamond Platnumz eh, e, ni nusu Mkenya nusu Mtanzania. Kwa hiyo kwa kile ambacho kinaendelea Tanzania, basi Tanasha naye pia amezungumza haya, akiwa amegusa kama vile ni nyumbani kwake au ni nyumbani kwao, kwa namna moja au nyingine, kutokana na kwamba mwanaye taifa lake ana utaifa wa Tanzania. Kwa hapa Tanasha akaendelea kusema kwamba my heart and, uh, my heart heart and Each for you. Yani, moyo wake unamuuma una kwa ajili ya Watanzania. You have endured so much. Yani mepitia mengi. May Allah make it easy for you. Mungu awafanyieni wa wepesi and heal the country as a whole, na pia vilevile aiponye vile nchi nzima. Nawapenda Watanzania wenzangu, ameandika hivyo Tanasha Dona kupitia ukurasa wake wa Instagram. Eh, ametoa na yeye pia, tunaweza kusema kwamba kwamba hizo ni salamu za rambirambi kutoka kwake Tanasha Dona. Ukichana Tanasha Dona, bwana mwingine si, ni huyu hapa mwanadada Maua Sama, Maua Sama naye pia kupitia kurasa yake wa Instagram ameweka posti hapa ya, ya picha ya bendera ya Tanzania, kisha hapa chini katika caption akaandika kwamba nyakati za mpito zinakuja na mambo ni mengi, umoja na amani ndio ubora na tunu ya taifa letu. Mungu ibariki Tanzania na uwape nguvu wote waliopata madhara na kupoteza E, wapendwa wao au mali zao. Mungu ibariki Tanzania. Ameandika hivyo Maua Sama. Lakini pia ukiachana na Mauasama e, wafanyabiashara mbalimbali kama vile Tambu Motors, huyu ni bosi wa doto magari mwenyewe. Kupitia ukurasa wake wa Instagram wa Isa, Isa Tambu ameandika kwamba salamu za pole, uongozi wa Tambu Motors unatoa pole kwa familia zilizopotelewa na ndugu, marafiki na watu wao wa karibu. Alafu kisha akaendelea hapa akasema kwamba may the soul rest in peace, yani nafsi zao zipumzike kwa amani. E, lakini pia kwa wafanyabiashara waliopoteza mali zao E, ameendelea hapa Tambuu kusema kwamba kwa wafanyabiashara waliopoteza mali zao walioathirika na majeraha, Mungu, e, Mungu akawape nguvu. E, Mungu akawape nguvu akawaponye maumivu mlionayo. Ameandika hivyo Motors, Isa Tambu Tambu Motors. Huyu ni bosi wa wa Doto Magari, alafu hapa chini akaandika kwamba kwa kwa moyo wa dhati kabisa na kwa unyenyekevu mkubwa, natoa salamu za pole kwa ndugu kwa ndugu zetu wote waliopoteza maisha kwenye vurugu zilizotokea au zilizojitokeza na kuwaombea dua kwa Allah, lakini pia vile vile tunawaombea wote waliopata majeruhi eh, wapone haraka na warudi kwenye majukumu yao na ya kazi la ku, ya kuijenga nchi yetu ya Tanzania kwa pamoja, ameandika hivyo. Huyu ni Isa huyu ni Isa, eh, Isa Tambo. lakini pia vile vile bwana, ukiwa kama mdau na wewe pia unaweza ukaweka maoni yako hapo chini katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo utakuwa tunaiona. Lakini pia vile vile hakikisha tu unazidi kuwa karibu na chaneli yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.